Bila shaka ninapatia jina lako. Haswa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Aha, nini kwenu TCCIA mnasalamu ipi ya kusalimiana? Ah, tunasema sekta binafsi ndio mm -hmm uchumi wa nchi. Naam, huyu ni Mwadhin Omari Mianza mwenyekiti wa TCCIA hapa Morogoro, tunazungumza naye atupitishe kwenye miaka minne ya Rais Samia ndani ya TCCIA mkoa wa Morogoro, imekuwa na tafsiri ipi kwanza? Kwa kwanza kabla tujiendelea sana. E, kwa muda mrefu sana tumekuwa tukizunguka kwa wafanyabiashara e, moja kati ya changamoto ambayo wanailalamikia sana ndani ya TCCIA, ni kwamba TCCIA ambayo ilianzishwa kwa malengo mazuri tu nadhani kwenye miaka 80 kwa... Mm -hmm. Katika swala nzima la biashara mm -hmm. na TCCIA imejikita katika sekta kuu tatu viwanda kilimo na biashara mm -hmm. Katika swala hilo ni kweli kabisa inaweza ikatafsirika kwamba wenye hizo mm -hmm. sekta basi wawe ndio viongozi mm -hmm. na hilo linazingatiwa, nikichukulia hata mfumo wa uongozi mm -hmm. hatuingii katika uongozi kama huna biashara labda inatofautiana ni biashara ya kiwango gani, na tunajitahidi sana kuwa na viongozi wa ngazi zote, kuanzia wale wa chini, wa kati na wa juu, na unajua kabisa kwamba uongozi sana sana ni management. Hmm. Na hapa kwenye management wako viongozi au mameneja wazuri ambao wanajua swala zima la biashara. Hmm. Kwa hiyo hata hivyo naweza nikakubali kwamba yapo maboresho mengi mm, yanayohitajika mm, na sisi mwaka huu tumeyazingatia hayo mm, kwa kufanya utafiti nchi nzima mm -hmm, ili tuje sasa na mfumo ambao unavutia zaidi mm -hmm, na unajikita katika lengo ambalo serikali na mtazamaji huyu ni mwadhini Omar Mianza, mwenyekiti wa TCCIA hapa mkoa wa Morogoro. Ndio kwanza tumeanza mazungumzo yetu. Ninayekuongozea kipindi hiki naitwa balozi wa ufalme wa Mungu, Dr Ken, lakini kwenye crew nzima ya kusambaza na kuleta maudhui haya wanaongozwa na Benu. Umezungumza vizuri sana, tunaimulika miaka minne ya mheshimiwa rais Dr Samia suluhu Hassan katika kila maeneo namna ambavyo maeneo hayo yametafsiri uwepo wake wa miaka minne kwa namna ambavyo amefanya kazi TCCIA ya kabla ya miaka minne ya Rais Samia na TCCIA ya wakati huo tofauti yake iko wapi? Asante sana mtangazaji, na nina imani kabisa kwamba ninachozungumza ni kwa niaba mm. ya TCCIA mm -hmm. kwa mkoa wetu wa Morogoro mm -hmm. naweza nikaanza kwa kusema kwamba chemba ya wafanyabiashara katika kipindi hiki tulichonacho mm ina tofauti kubwa sana na chemba iliyokuwa kabla ya eh, utawala masingi, mm -hmm. wa Mama Samia mheshimiwa rais, kwa nini nasema hivi? mm -hmm. kwa sababu kuna maeneo ambayo yako wazi mm -hmm. katika kipindi hiki kidiplomasia, chemba imekwenda mbali, na hii ni kutokana na ule mfumo wa mheshimiwa rais, hapa unazungumzia diplomasia ya mahusiano ya biashara au mahusiano ya kibiashara... kati ya wapi na wapi? kati ya TCCI kama Tanzania na nchi nyingine, na nchi zingine na tumekuwa katika mfumo huo hmm. kwa mbinu nzuri ambazo amekuja nazo rais hmm. kwa sababu katika kuja kwake ametuletea zile forums na tumekimbilia sana kuzifuata hmm. na zimeleta utashi mkubwa wa wafanyabiashara kutoka mahali tulipo uangalia hmm. kwenye levo ya kidunia hmm. Kwa hiyo ninapozungumza sasa hivi chemba, katika hali ya kidiplomasia hmm. tuna mikataba mingi tumesai na nchi mbalimbali mbali, na balozi mbalimbali mbali, na pia tumeweka diaspora hmm. kwenye hizo nchi hmm. Kwa mfano ukienda China utapata TCCIA China iko pale, na tukienda labda e, Uturuki utaikuta iko pale mm. Hata ukiingia Marekani mm. TCCIA iko pale. Hii ni umahiri wa mama katika kupanua fikra za kutumia zile farazi, lakini kuna kitu kingine ambacho pia kimeleta mabadiliko makubwa mm. Ni katika kushiriki kwenye maamuzi ya, ya uendeshaji wa nini wa biashara hapa nchini kumekuwa na, eh, mm -hmm. na, na uhai wa mabaraza ya biashara kwa ukubwa sana, na kumekuwa na uhai kwa mabaraza katika ngazi za wilaya na ngazi ya mkoa. Na kwa mantiki hiyo, tunajua moja kwa moja kwamba mama anapokea tunayeongea huku kupitia TNBC mm -hmm. baraza la biashara la taifa kwa, mm -hmm. utakuta kwamba ushiriki wa chemba katika maamuzi na katika ushauri kwa kutumia hivi vyombo vya kiserikali ambayo vipo umepanuka. Hmm. Na la tatu ambalo nataka kulizungumza, eh, tofauti ambayo ipo sasa hivi ni ile hali ya mahusiano ya karibu kati ya sekta binafsi na serikali. Hmm. Kulikuwa kabla ya hapo kwamba ukisikia taasisi ya kiserikali inakuja, maana yake kama unajiandaa kujibu hoja ambazo nyingine zinakuweka katika tahadhari, lakini hmm. Kuna huu hii tunasema teamwork, ambayo iko sasa hivi kati ya serikali na sekta binafsi hmm. Serikali na wafanyabiashara, ule utumiaji wa nguvu sana umepungua sana hmm. Na ninaweza nikasema kwenye maeneo mengine hakupo. Okay. Eh, na hii ni lesson au ni somo ambalo tumelipata katika awamu hii ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji, unapozungumzia serikali makini e, katika eneo la uchumi ni pamoja na serikali hiyo kujikita katika kukusanya kodi kutoka kwenye vyanzo mbalimbali Wafanyabiashara ni miongoni mwa muhimili mkubwa sana unaochangia kwa kiasi kikubwa sana pato la taifa kuongezeka. Hawa wakikwepa kodi, bila shaka mapato ambayo yamekuwa yakitangazwa wakati mwingine na Waziri wa Fedha yanaweza yasiwe yale ambayo yalitakikana kukusanyika. Unamsikia mwenyekiti hapa anazungumzia kuhusu habari ya 4R za Mheshimiwa Rais Resilience, Reconciliation, Rebuild na Reforms namna ambavyo zimeimarisha mahusiano hasa ya kidiplomasia ndani ya nchi na nje ya nchi. Amesema mwenyewe hapa sasa ukienda kwenye mataifa mengine ya Ulaya na mengine ya Asia huko tayari wamefungua chemba za diaspora huko na wapo watu huko ambao wanawakilisha Tanzania katika viunga vya nchi zingine. Mwenyekiti, taasisi yenu hii ni muhimu sana, na kwa kiasi kikubwa ilipoanzishwa na ilivyokuwa inaendelea wakati ule, unajua wakati mwingine tunaifananisha kama vyama vya vya siasa vya upinzani na, wakati vinaanza vilikuwa na, na, na nguvu kubwa. Sina maana kusema sasa nguvu ime, imekwisha, lakini kadri vinavyoendelea mambo yamekuwa ndivyo hivyo. Ukienda kwenye mikoa mingine bahati nzuri sana angalau sisi tumefika kwenye ofisi yako hapa nane nane, kwamba ni ofisi za TCCIA hapa hapa, lakini mikoa mingine chemba zipo hazina ofisi, mikoa mingine chemba zipo zina ofisi kwenye nyumba ya mtu, na natamani kupata hii dhana, niseme muktadha nzuri zaidi, kwa kiwango gani TCCIA mmekuwa kioo kinachong'ara kwa wafanyabiashara ndani ya mkoa wa Morogoro. Natamani kufahamu huo muktadha umekaje? Asante sana. Kwanza tujue kwamba kiasi kwamba... kabla hujaendelea. kiasi kwamba hata kama tukiwachukua leo wafanyabiashara hapa tukawaleta kwenye, kwenye meza yetu ya duara tukawauliza kuhusu habari ya TCCIA mkoa wa Morogoro watasema positive kabisa, ni kweli? mm. Mtangazaji, na hii inategemea mtazamo mm. wa mtu moja. Kabisa chemba zimeanzishwa mm. na zinafanya kazi ya ya, tuseme ni, ni advocacy, mm. Utetezi. Mm, ya utetezi, utetezi wa sheria za nchi dhidi ya ufanyaji wa biashara mm -hmm. Kila siku chemba iko kwenye mm. kuangalia kwamba ni sheria ipi inaleta utata katika ngazi ya chini mm -hmm. katika ngazi ya kufanya biashara, na katika kufanya hivyo hatutazami mwanachama watu wanaweza waka, wakaona kwamba pengine matokeo yanayotokea mm. yanaanzia sehemu nyingine mm. Lakini mchakato wa mijadala katika ngazi yoyote ile, ya wilaya ya mkoa mm -hmm. ni kupitia chemba. Chemba kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu tuko karibu sana mm -hmm. na TRA, mamlaka ya, ya mapato mm -hmm. ya kukusanya mapato ya nchi yetu na chochote kinachohusu ufanisi, uendeshaji, ushauri kwa mfanya biashara itapitia chemba, na sisi ndio tu, tuna jukumu sasa mm -hmm. la kusema kwamba platform ya kujadili swala hili mm -hmm. iweje mm -hmm. kama ni swala linahusu e, hoteli tutaita ile platform ya hoteli mm -hmm. na wataalamu kutoka TRA watakuja, watafafanua swala la Hoteli hmm. na sheria ile hmm. Kuna mambo mawili tunayofanya hivyo, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba mfanyabiashara anaelewa ile sheria hmm. na katika kuelewa inawezekana akaelewa ile positive au katika chanya au hasi hmm. Pale mahali tunapoona kwamba kuna uhasi hmm. wa ile sheria tunakusanya mawazo, tunatumia vyombo vyetu, aidha baraza la biashara au kuna taski forces zinazoundwa na, na serikali mm -hmm. Tunazipitisha na mm -hmm. Ndio maana nitakapofika hatua ya ufanisi wa shughuli zetu mm -hmm. Naweza nkafafanua upande wa bajeti mm -hmm. Kwamba vipengele vingi tulivyokuwa tunavizungumza mm -hmm. Vimefika kwenye mikono ya bunge na wametoa maamuzi na kuna mabadiliko mm -hmm. Sisemi kwamba ni yote mm -hmm. Lakini ni asilimia kubwa mm -hmm. Sasa mfanya biashara kwa sababu biashara ni nyingi anaweza asijue kwamba eh, kwa moja kwa moja ni nani anayesukuma haya mambo ya zungumzo. Na kisema hivyo, mba, zungumza na akisema hivyo tukumbuke kwamba TCCIA ina wadau wake wa karibu, tunaweza tukazungumza baraza la kilimo, baraza la nini, au tukazungumza chemba ya viwanda, au tukazungumza chemba ya madini, wote hawa tunakuwa na wao wanakuwa na kazi ya kukusanya mm -hmm. Eh, yale maoni mm -hmm. Na tunakutana sehemu moja na tunayapeleka, kama sasa ni nini, ni sauti ya wafanyabiashara wafanya biashara. Kwa hiyo jinsi tunavyofanya kazi mm -hmm. Kuna wafanyabiashara wengi ambao wanaweza wasifahamu mm -hmm. chemba, kama chemba inafanyaje, mm -hmm. lakini inakuja kuelewa pale mahali ambapo matokeo yanatoka ya, na mmefanya jitihada gani kuwapatia elimu ili wa waelewe vizuri? Elimu inatolewa sana mm -hmm. moja kwanza, tunapitia kupitia hivi vyombo vyetu vya serikali mm -hmm. kwa mfano tumekuwa na e, series nyingi sana za, za elimu mm -hmm. kwa walipa kodi mm -hmm. waelewe mm -hmm. na hata na uhakika kwamba baada tu ya bunge sasa hivi kumaliza kazi yake mwezi wa nane au wangapi, tunawasiliana na TRA mm -hmm. tunakuja sasa, tunaita wafanyabiashara wanapata mrejesho, ile ni elimu namba moja. Lakini tunapoona kwamba kuna hoja nyingi za kisekta basi tunakaa pia eh. hivi karibuni tumekuwa na watu wa hardwares eh. Ah, tumekuwa na watu wa madini eh, tumekuwa na watu pia wa hoteli eh, kulingana na jinsi swala linavyokuja. Na ni mshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu eh, alitoa ushauri wa kufanya kazi kwa kisekta ili kufikia watu wengi zaidi. Mm -hmm. Na kujibu hoja pale mahali ambapo zinatufikia. Naam mtazamaji, kipindi kinaitwa miaka minne ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamulika namna ambavyo ametendea haki nafasi hiyo katika kuhakikisha kwamba analeta maendeleo kwa wananchi wake, na tunapata hizo feedback kutoka sehemu mbalimbali, kutoka serikalini, kutoka kwa taasisi binafsi, lakini kutoka kwa wale ambao wamepewa dhamana ndani ya serikali na nje ya serikali. Na hapa tuko nane nane mkoani Morogoro, ofisi za TCCIA na tunazungumza hapa na mwenyekiti na baadaye tutakuwa na mtendaji hapa anatupitisha kwenye yale ambayo TCCIA wamefanya ndani ya mkoa wa Morogoro, lakini serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kiasi gani imetafsirika ndani ya TCCIA. Kufanya biashara, biashara ni ni ni mahesabu. Unapofanya biashara ni hesabu e, ni hesabu. Bajeti kuu ya serikali, unapiga hesabu za namna ambavyo utakusanya na namna ambavyo utatumia kwa kiwango kikubwa, bila shaka, serikali inapofika wakati wa kusoma bajeti kuu, ninyi kama wafanyabiashara, watu wa viwanda na wakulima e, macho yenu huwa mnayoelekeza pale kutaka kuona serikali imekuja na mpango gani safari hii kwenye bajeti au kuu, kuwasilisha. Moja tunasema bajeti ya 25 2025 2026. mm -hmm ni mkusanyiko wa maoni ya yaliyotokana na watu ambayo yamekusanywa kwa kipindi takriban mwaka mzima mm -hmm. na kufanyiwa kazi mm -hmm. pale inapostahili mm -hmm. na ni bajeti inayojibu hoja nyingi mm -hmm. lakini la pili, bajeti ya mwaka huu ni bajeti rafiki ambayo imejikita katika ushirikishwaji mm -hmm. na kuhakikisha kwamba kipengele chochote cha bajeti kinatoa tafsiri, kwa nini ile bajeti, kwa nini kile kipengele kipo mm -hmm. kwa mantiki ya kwamba ni jinsi gani aidha mfanyabiashara mm -hmm. atanufaika au mtoa huduma atanufaika mm -hmm. lakini zaidi mtumiaji mm -hmm. ananufaikaje? mm -hmm. na nasema hivyo kwa sababu mwanzo nimesema 4 foara za, za mama mm -hmm, kwa mantiki nyingine ni bajeti ya kimapinduzi mm -hmm, kwa yule ambaye hajaisoma kwa undani mm -hmm, lakini ukishaona bajeti inabadilisha ina, ina vipengele zaidi ya ishirini na saba ishirini na nane ambavyo vyote vinampa mtanzania unafuu mm -hmm. wa maisha ujue kabisa kwamba imekuwa ni bajeti rafiki mm -hmm. Lakini kwanza, mimi kwa miaka mingi mm -hmm. kuona serikali imetambua kwamba service levy mm -hmm. inahitaji kupungua, mm -hmm. ushuru wa huduma, nazungumza ushuru wa huduma. Mm -hmm. Na kupunguzwa kwake pia imejibu ile hoja tuliokuwa tunasema kila siku kwamba kwa nini kuwe na tofauti mm -hmm. eh? Kwa sababu mtu anaamua achaji kulingana mm -hmm. 0. 0, uh, five, mm -hmm. na anavyoona inafaa, lakini sasa hivi wameweka ni 0.25 nini fixed na inachajiwa kwenye kiwango, sio kwamba leo uamue iwe chini mm -hmm. kesho iwe juu na nini mm -hmm. kwa mantiki hiyo na, na uhakika kwamba hata zile taratibu mm -hmm. au tunasema kanuni mm -hmm. zitawekwa vizuri ili kuwe na mvuto zaidi wa kulipa service levi. mm -hmm. mm -hmm. Lakini tumepiga kelele sana na swala la hotel hoteli, mm -hmm. hotel levi na nini na e, nini. Sasa itakuwa ni dhambi kuto kusema kwamba umekuwa e, na nafui hali ya juu kutoka, mm -hmm. 10% kuja kwenye 2% mm -hmm. ni vitu ambavyo ukitafsiri kimoja hadi kingine unaona kabisa ina unafuu mkubwa. Lakini kama ninavyosema, safari moja huzalisha safari mbili. na, na, na hapo unapozungumza kwenye bajeti uh, eh, mwelekeo wa bajeti yetu ambayo imesomwa hivi karibuni, tumeona kwa kiwango kikubwa sana sasa eh, serikali imejaribu kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa fedha zinazotoka nje, kwa sababu pengine ya masharti ambayo yamekuwa yakiwekwa ki, ya na na mataifa hayo ya nje na kwa kiasi kikubwa sasa tutajitegemea sisi wenyewe katika kukusanya fedha zetu wenyewe na kujipangia nini tukifanya kwa namna gani. Ninyi wafanyabiashara, hasa kutoka kwenye hii sekta binafsi, mmejipanga kuhakikisha kwamba hiyo dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba inapunguza utegemezi wa nje katika kupata pato letu eh, na kuwekeza zaidi katika kukusanya eh, mapato ndani ya nchi, mtaisaidia serikali? Tutaisaidia. mm -hmm. Na tumekuwa tukiisaidia. mm -hmm. Na ndio wajibu wetu kuisaidia mm -hmm. serikali kwa sababu sisi ni sehemu mm -hmm. ya mafanikio ya serikali. mm -hmm. Um, kama nilivyotangulia kusema kwamba unafuu wa kodi ni kujenga nguvu ya kuzalisha zaidi mm -hmm. na hili limetazamwa vizuri sana kwenye bajeti mm -hmm. na ukiangalia kwa mfano mdogo tu ni utoe Hawa boda boda wako wengi ni mm. mamilioni mm -hmm. ya watu wanaojikita kwenye hiyo sekta mm -hmm. lakini hebu tufikirie serikali kusema ah, sasa hivi leseni imepungua mm. thelathini elfu, kutoka eh, yeah. kiasi gani? kutoka hamsini, walikuwa analipa kutoka hamsini huko hamsini mm. sabini, walikuwa inatoa sabini, sasa wamefika thelathini mm. hebu niambie maana yake ni nini? Ni kwamba uwezo ni kwamba kila mtu aende akakate leseni, kwa sababu uwezo upo mm. lakini kitu kingine ni hata nini hata ule unafuu sasa wa bajaji eh, bodaboda eh, sijui ili yani kuna unafuu mkubwa sana umeelezwa, kwa sababu ya muda mm. ambao kama ni, ni swala la kuchambua unafuu huko mkubwa mno, kwa mantiki kwamba unazungumzia millions za watu hmm. mamilioni ya watu hmm. wataingia kwenye hiyo sekta lakini, ukiacha hilo, kuna haya maboresho. Ndio yasema maboresho maana yake ni kumultiply, yani kuzidisha hmm. eh, ushiriki wa wafanyabiashara katika ile biashara hmm. na uzuri ni kwamba Mheshimiwa Waziri Mwigulu kila mahali alipokuwa ana, anaipunguza au anaboresha hmm. anasema hapa tutaokoa kiasi, kiasi fulani fulani. Kwa hiyo ukiangalia, si kitu cha nadharia, ni swala ambalo sisi sekta binafsi au wafanyabiashara tunasema kwanza tuna celebrate na tumekuwa tukizungumza kupanua wigo wa kulipa kodi. Mtu anaingia kulipa kodi kwa raha, sio lile swala la kufuatwa na nini na nini na hiyo. Maana yangu nasema kwamba tukiwa makini kuweka utaratibu wa kila mtu kushiriki katika uzalishaji na akajua kwamba hapa ninafuata utaratibu huu nalipa kiasi hiki. Mm -hmm. Ni swala la hiari, hi, hiari na hiari hii hiari inashinda nini, utumwa. Na kwa mantiki hiyo eh, ni tumefika stage ambayo ile elimu iliyokuwa inatolewa mm -hmm. na tuliokuwa tunatoa through sectors au sekta mbalimbali mm -hmm. sasa hivi limefika kivitendo mm -hmm. na tunaamini kwamba ni kazi kazi yetu sasa kama TCCIA kuhakikisha kwamba tunasimama karibu kutoa elimu naam. Ni kazi yao kama TCCIA kuhakikisha kwamba wanasimama kwa karibu kutoa elimu ili watu waweze kuendelea. Tukimalizia kabisa, tukimalizia kabisa, kwa sababu muda nao natukimbia, na bado tutakuwa na mtendaji hapa na kama ndo umejiunga nasi sisi tunaitwa Manyunyu TV moja kwa moja kutokea makao makuu ya nchi, na kipindi chetu hiki kinaruka mbashara kabisa hapa hapa kutokea katika eh, ofisi za TCCIA zilizoko hapa katika viwanja vya maonyesho ya nane nane hapa mjini Morogoro, eh, Morogoro mji kasoro bahari. Natamani tumalizie kwa mawili tu ya muhimu sana. Moja ambalo natamani sana ni, ni ninyi wafanyabiashara wanawatizama sana kama ambavyo serikali inawatizama ninyi katika kuwaunganisha serikali na wafanyabiashara. E, tu, tu, tunafunga tuna, tuna mwaka wa bajeti ehe, na tunaingia mwaka mwingine wa bajeti. Morogoro ni mji ambao biashara ipo e, lakini kilimo kinafanyika vizuri, viwanda viko vya kutosha. Unawaambiaje wafanyabiashara ambao pengine wamekuwa wakisuasua kujiunga na na chemba hii kwa sababu ya yale niliyosema mwanzoni kwamba pengine moja mbili tatu na vitu kama hivyo unawaambia nini? Fursa za kiuwekezaji zilizoko ndani ya mkoa wa Morogoro ni zipi, ili hata ambao wako nje ya Morogoro wazisikie hapa. Lakini pili utamalizia changamoto japo kwa ufupi sana. Karibu. Asante mm. Ni kweli, kwa sababu ya muda mm. tunaongea kwa kifupi. Naam, lakini kama nilivyosema ukitafsiri umahiri wa mheshimiwa Rais mm katika masuala ya ubunifu mm. na ukiyashusha katika utekelezaji wetu wa siku hadi siku mm -hmm. utaona kabisa kwamba tunachotakiwa ni kukubali kurahisisha ile birokrasi iliyokuwepo, mm. au rasimu uliokuwepo kufuata maoni hayo. Lakini la pili naweza nikasema kwamba tunaposema ile miradi ya kimkakati mm -hmm. ambayo Mheshimiwa Rais serikali yake imefanya Morogoro tumenufaika naesijana mm -hmm. Ebu tupate tu takwimu ya watu wanaoshuka hapa mm -hmm. kila siku mm -hmm. ni maelfu. Kwa mantiki nyingine, tuna maeneo ya kuelekeza nguvu zaidi mm -hmm. mahoteli <laughs> eh? sasa hivi yanazidiwa nguvu eh? kwa sababu ya nini? ya idadi ya watu mm -hmm. lakini pia umezungumza Morogoro mm. mji kasoro bahari mm. ni strategic region mm -hmm. Yani, mkoa wa kimkakati wa kimkakati. Kwa nini? Kwa sababu nenda mahali popote, unasafiri ukija Morogoro, unataka kupumzika mm. kwa nini? kupumzika unapunguza safari mm -hmm. eidha unaenda Dodoma, unaenda wapi, na wengine wanakuja wanalala hapa mm. eh, sasa yote hiyo inaashiria kwamba unahitaji kuongeza nini, huduma za kuwafikia hao watu. Lakini umezungumza kuhusu kilimo. Kilimo, nashukuru sana mamlaka ya mkoa kupitia hata vikao vya rasisi, kupitia mabaraza ya biashara, tuna mazao sasa ya kimkakati ambayo yamewekwa, na wengine walikuwa hawaoni ile tija ya hayo mazao. Mazao haya yanapita mpaka mipaka yanaenda DRC, yanaenda wapi, viungo spices zimejaa, karafuu imejaa mm. Eh? Kinachotakiwa sasa ni kuweka mikakati ya jinsi ya kuweka mfumo wa kibiashara uuze zaidi mm. lakini serikali yetu inasema hebu tuweke parachichi mm. Eh? Sasa kwa nini? Kwa sababu parachichi si tunaziona kila siku mm. lakini ikifika mwezi Septemba, Oktoba mm. tunaagiza maparachichi kutoka Burundi mm. eh, kwa nini, wakati sisi tunazalisha hapa ina maana kwamba hatujawa makini. Kunakuwa na, na na upungufu ikifika mm. mwezi wa tisa wa kumi kuna upungufu wa zao hilo, na tuna cross mipaka, tunaagiza mm. kutoka Burundi mm. A, wakati huo huo mazao yetu yakiwa ni mahiri sana kakao nini, lakini havivuki mipaka. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuingia katika mstari wa kusindika mazao yetu ili tusiyauze kama yalivyo mm. tuyauze kama bidhaa mm. inayokubalika sokoni mm -hmm. na hapo ndio tutageni zaidi. mm -hmm. Lakini kilimo ni mapinduzi. Ukiangalia mm -hmm. jinsi bajeti ilivyo, mm -hmm. mpa, e, muda umeisha, mm -hmm. lakini kuna vipengele vingi sana ambavyo vinatafsiri uboreshwaji wa kilimo kwa mkoa wetu. Sasa e, japo inatamka kitaifa, mm -hmm. lakini ni kwa mkoa kwa hiyo yale mazao ya kimkakati mm. matano tunayo pamoja mm. na ndio maana nikasema kwamba bajeti imetoa unafuu ambao unajenga timu weki, na kwa vyovyote ni lazima kuzalishwe mikakati mm. ya kuweza kutekeleza <coughs> wanasema palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Tisi mnaya kutana na changamoto inayoweza ah, <coughs> kuizungumza mm. Tunajua kwamba kuna mfumuko wa bei mm. na daima mfanyabiashara mm. hicho ni kitu ambacho kinamwafeti mm. shilingi yetu si inashuka dhidi mm. ya dola mm. za Kimarekani mm. mantiki yake ni kwamba <coughs> tunafanya nini na hizi certificate of origin mm. Mm. Eh, lazima kuwe na tafsiri ambayo sasa inajibu hizi gaps za fluctuations za pesa mm -hmm. E, kwa sababu kama anavyosema chemba imekabidhiwa kutoa hati za mm -hmm. certificate of origin, mm -hmm. international uwasilia e, tunasa AGOA <coughs> kadhalika na kadhalika mm -hmm. China na sasa zote hizi zinatakiwa nini zitafsiriwe katika swala la inflation, kuna mm -hmm. linki pale. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona wazi hmm. ni kwamba tafsiri ya sheria dhidi ya usimamizi hmm. Usimamizi sheria ni moja hmm. Usimamizi ni kitu kingine. Tunahitaji kujikita hmm. kwa, kwa teamwork. ili kuhakikisha kwamba friendly, yani kiurafiki hmm. hizi sheria zinashuka. Mm. Na ijulikane kabisa ni nani anafanya nini. Mm.